Na karibu mtazamaji, naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB, na Lensa Odingo ndio msaidizi wangu kwa upande wa lugha ya e ishara. Na kiongozi wa taifa Rais William Ruto amewakosoa wapinzani wake kwa kile alichokitaja kama maneno matupu yasiyo na maana badala ya kutoa mwelekeo wa kuaminika kushindana na mpango wa maendeleo wa serikali yake. Akizungumza wakati wa ziara ya maendeleo katika eneo la Malava, kaunti ya Kakamega, Ruto alisema bado ananuia kutimiza ahadi yake ya maendeleo, lakini akaonya upinzani kujiandaa kwa ushindani mkali wa kisiasa kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Katika ziara yake ya kikazi katika kaunti ya Kakamega, rais alishutumu upinzani kwa kuzungumza maneno matupu bila kuwasilisha sera madhubuti zinazoweza kushindana na zile za serikali yake. They have no agenda, they have no program, they have nothing. Ni watu tu ya kuendesha ukabila kupiganisha watu kulete chuki kulete hasara kulete hasira. Na mimi nataka niwaulize, ndugu zangu, watu wa Malava, tushirikiane tufanye kazi pamoja. Alitaja siasa za mgawanyiko kwa tofauti kuu ya kiitikadi kati ya serikali yake na upinzani, akisisitiza kwamba uongozi wake umejikita katika misingi ya umoja na maendeleo jumuishi. Nyinyi majamaa wa ukabila, nyinyi majamaa wa mambo ya sijui nini, mambo ya kisirani, nyinyi jamaa watu wa chuki, mimi nawaambia mambo bado, mambo bado. Wacha kwanza tupange mambo ya barabara, tupange mambo ya matibabu, tuunganishe stima, tusomeshe watoto wetu, tupange ajira ya hawa jamaa Alafu tutakutana na nyinyi 2027 Ruto alisisitiza tena dhamira yake ya kutekeleza ahadi alizotoa, akielezea imani kwamba rekodi yake itampa ushindi katika uchaguzi mkuu ujao. Inataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Malava, yani mkiniona mimi hivi ati wale watu tunashindana na watu ni wale eh? yani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga, lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema In the huku, chama cha UDA kikimteua mgombea katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malava kufuatia kifo cha Malulu Injendi, rais aliwahimiza wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono mgombea wa chama hicho kama njia ya kuendeleza urithi wa Injendi. Si ule Malulu Injendi alikuwa rafiki yangu na tulifanya kazi mingi na yeye. Mi nawaomba kwa unyenyekevu, tafadhali, watu wa Malava munipatie huyu kijana anaitwa David Ndakwa afanye kazi na mimi tumalize ile kazi Malulu alianzisha, alafu tuende mbele pamoja sisi zote katika broad based. ODM haikuweka candidate, Ford Kenya haikuweka candidate, zote tunaunga Ndakwa wa UDA. Mimi nataka niambie wale wameshindwa na campaign wanaanza kudanganya ati wapigaji kura wametoka katika sehemu zingine kuja kupiga kura hapa. Hiyo ni porojo. Wale watapiga kura hapa ni wale wamesajiliwa hapa Malava, na ni wakabarasi. Huo uongo ukome, na mimi nimeambia watu wa ODM, sasa sisi tuko probay, mnataka tutoka hapo tuendelee hapo naona wale wanasema tuendelee hapo. Alipokuwa katika eneo hilo la Malava, Rais Ruto alizindua miradi kadhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na chuo cha mafunzo ya matibabu, barabara ya Malava Sasimit na Vaholo, pamoja na miradi mingine ya miundo mbinu inayolenga kuimarisha maendeleo katika eneo hilo. John Jacob Curia, Darubini.